Aqiida Online TV ambayo hakika Aqiida kuku, Online TV utafurahi mwenyewe kabisa leo hii hi nimekuletea daktari ambaye aa, hakika kuna kama una maradhi mbalimbali, bila shaka E, utazungumza uta naye dokta hapa ili kuzungumza mambo kadha wa kadha kuusana na matibabu mbalimbali, lakini mtazamaji, hivi sasa ni kujuza tu vyakula gani ambavyo unapaswa wewe mwanadamu, bila ili mwili wako ukae vizuri kabisa. Bila shaka tunaye hapa dokta, utazungumza naye kadha wa kadha. Je, inafaa au vyakula gani vinafaa eh, mwanadamu kutumia? Utazungumza naye moja kwa moja hapa kupitia hapa hapa hapa Aqiida Online TV lakini pia mtazamaji, usisahau subscribe Aqiida Online TV wa kwanza kupata habari mbalimbali ndani na nje ya mipaka hii ya Tanzania mm -hmm. ni msabahi Daktari Kusudam za watu wa peponi. Naam Daktari, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako ndugu yangu? Mimi namshukuru Mungu tuko salama kabisa, afya yangu nzuri sana. Naam, labda hivi sasa watazamaji watakufahamu zaidi majina yako matatu lakini pia wewe ni daktari wa aina gani kwa sababu madaktari wamegawanyika katika nyanja mbalimbali, lakini watazamaji watakujua zaidi. Daktari eh, wa aina gani? Labda mimi ni daktari upande wa afya, masuala ya vyakula. Ni mtaalamu wa vyakula bora. Akida Online TV watakufahamu zaidi kuhusiana na vyakula ambavyo tunavyokula ili mwanadamu aweze kukaa katika afya yake kwa nzuri. Asante sana. Bismillahi Rahmani Rahim, ndugu mm. watazamaji na ndugu mtangazaji wa Aqida Online TV. Ndio. Vyakula ni vile vya asili mm. ambavyo toka wazazi wetu babu zetu wakiwa wanakula ndio vyakula ambavyo mm. vinapandwa mm. vinamea sio mm. kwa kulazimishwa ndio vinaota vyenyewe kutokana na ardhi yenyewe mm lakini kwa sasa hivi mm. vinalazimishwa kwa sababu ya mbolea kutokana na ardhi kushachoka, bado hapajaharibika kitu ndio. Lakini ulaji wenyewe vyakula ndio shida. Vyakula mm. vitapatikana, matokeo mm. yake vinakuwa vimewekwa madawa ndio. Madawa yanayowekwa ni kwa ajili ya kulazimisha vikuwe na visivyo na wadudu mm. lakini bado haijaharibika kitu. Miili yetu ina uwezo wa kujichuja sumu ndio. Kuna ba ba baadhi ya vyakula ambavyo tena ukila mm. vinakwenda kuwa ni Tiba kwa ajili ya kuondosha sumu ya vyakula ambavyo unakula, vyakula ambavyo ni pesticides mm -hmm. Kwa maana ya kwa kwamba vimemwagiwa madawa eh, kuweza kuondosha wadudu mm -hmm. wasiharibu, kama mchicha zima uweke madawa ili usiliwe, matembele na vitu vingine vingine, lakini bado kuna mapapai ambayo mm -hmm. sidhani kama yanawekwa madawa, lakini papai unapokula mm -hmm. linakwenda kufanya kazi ya kuweza kuweka afya yako mwilini na kuweza kuondosha sumu katika mwili wako. Sasa vyakula ambavyo ni asili ni hmm. vyakula ambavyo hmm. havikaangwi. Ugali haukaangwi, ugali hmm. unapikwa kama ugali kama kawaida ndio. Labda dokta, <clears> katika hapo <throat> ugali, kwa sababu tunaona kuna ugali wa sembe, tunaona kuna ugali wa dona na ugali ambao unaifahamika zaidi, labda ugali huu unamaanisha aina gani? Labda asante sana. Ugali ninao maanisha mimi kwa mila na desturi zetu za hapa Tanzania hmm. tunapokula ugali hmm. ugali unatakiwa mahindi yake ndio kama yametoka kwenye madawa mm. yame kwenye maghala mm. yamewekwa mm. kwa maana madawa yale ni kwa ajili yasioze, yasilio na wadudu. Ndio. Sasa yachukuliwe yale mahindi mm. yaoshwe mm. halafu yaanikwe mm. yakisha kauka yasikobolewe mm. yanatakiwa yasabu vile vilevile, ili upate ugali ambao kwa lugha tunaoita ya Kiswahili, mm. ni dona mm. mm. kwa hiyo ugali ambao unahitajika ni vizuri ugali wa, ugali ugali dona. wa dona mm. unakuwa uko vizuri Eh, kabisa. Naam, tuendelee na kwa sababu ya mm. kuweka dona mm. zile pumba wanazokoboa wa kwenye mashine mm. wanaweza kuwapa kuku mm. ng'ombe, mm. na vingine na wanyama wengine mm. zile pumba zina kazi vilevile vile mm. katika miili yetu ndiyo mm. zile zinaitwa fiber. Fiber. Fiber na ndani ya ukishakoboa tena kuna Ndi. kiini kinaondoka. mm. na kama utakuwa na kumbukumbu, sijui kama umewai kuona hata Kenya mm. kuna mafuta yanayopatikana kutokana na kiini cha mahindi mabichi mm. Ma, mafuta ya mahindi, mafuta ya mahindi yapo, yalikuwepo ya zamani, ikipatikana ya mpaka nchi za Kenya zamani. Kile kiini, kile kiini kinatoa mafuta, ndio kwa maana hiyo ndani ya mwingi unji mm. ya muhindi, kuna mafuta mm. Kuna wanga Deo. na kuna faiba hii mm. Vitu vile vinafanya kazi katika mwili wa binadamu mm. Kwa hiyo utakapokula muhindi ugali huu wa dona utakuwa umepata mswaki kwa mm. ajili ya kusafisha choo kikubwa zile, pu, zile pumba mm. zinageuka kuwa kama mswaki kama vilevile mm. vile gunzi au bunzi mm. unavyosugulia kitu unaweza ukasugulia kiatu kuosha basi na pumba yake inaenda kufanya kazi katika utumbo wa mwanadamu kusafisha choo kikubwa, ndio, na kile kiini kinapona mafuta yake yanapatikana katika mwili na wango unapatikana. Kwa hiyo um, kisha kula chakula kile kinageuka tena glucose mwilini, na glucose ile ndio tunahitajika kwa, ikigeuka kuwa glucose tayari, na maana sukari, ndio sisi tunaishi kwa kutumia sukari mm. kama huna sukari, na maana wewe sio binadamu, utashindwa utakosa nguvu mm. na ndio ile mwenye sukari ambayo yuko chini inabidi aongeze sukari Deo. na sukari iliyopanda inabidi ipunguze Mm -hmm. kwa maana wanga tunaokula sisi ni sukari, ndio petroli yetu katika miili yetu. mm -hmm. ndio iko hivyo. Okay, labda eh, dokta na, nadhani watazamaji watakuwa na maswali mengi zaidi tuta, mm -hmm. tutawapa pia na namba yako ya simu ili waweze kukuuliza wewe mwenyewe, lakini sambamba na hilo uh, ndio tushafanya hivyo kwamba tumekula vyakula mm -hmm. ambavyo haviko uh, sahihi mm -hmm. sasa ili tuondoe sumu katika miili yetu Uh, kuna dawa ambayo ya kuondoa sumu ama kuna kitu gani ambacho naakufanya katika mileto ikaweze kukaa sawa? Asante sana ndugu mtangazaji wa mm. Aqiida online TV. Mm. dawa zipo mm. dawa tunayo Ndio. dawa ambayo imepatikana kutokana na mtu anaitwa mm. Molbar au mulberry, ndio au Morus alba L. ndio hizi dawa zinapatikana ni liquid form ya, ya maji ya kimiminika kwa maana mm -hmm. inapatikana nchini in Malaysia mm -hmm. Alhamdulillah nimezifanyia kazi Dio. Zinafanya kazi vizuri sana mm. na kwa sisi wenyewe tunazitumia, zinapatikana hapa Dio. ni ghali mm. kulingana na maisha yetu ya Kiafrika, lakini ni dawa ambayo kazi yake kwanza, inafanya kazi tatu tatu. Kazi ya kwanza Dio. inasafisha mm. kwa lugha ya kitaalamu wanasema cleansing, cleansing kwa Kiingereza, inasafisha. inasafisha nini? inasafisha toxin. kwa maana ya sumu mwilini Sum. zilizopo mwilini hazitu poison mm. zikiwa katika chakula zinaitwa toxin Eh, kwa mm hiyo -hmm. zinasafishwa sumu ambazo zimepatikana kwenye kemikali, mchicha ulipokuwa umepandwa mpandwa na sumu, viazi vimepandwa kwa sumu, mm -hmm. Kwa hiyo, sumu hizi na mbolea, kwa hiyo sumu hizi zinasafishwa na hii dawa, ikishamaliza yeah. kusafisha Deo. kisha inaanza kubalansi asidi level na alkaline level, kuweza kubalansi, kuweka uwiano wa vyakula zile madini na virutubisho vilivyoko mwilini mm -hmm. kwa sababu ndani yake mna kuna pantothenic acidi, kuna folic acidi, kuna magnesium, eh kuna vitamini B1, B2, B3 na zinginezo no. no. ambazo ndio vinatakiwa viwepo katika mwili wa binadamu havipo, mm. vitu kwa sababu ya zile sumu pungua mm. alafu kazi ya tatu dawa hii Dio. inafanya kazi ya kurutubisha, kwa maana inaanza kuweka na kutibu ule ugonjwa ambao upo ndani ya mwili, ndio naam. Labda dokta, na wakati mm -hmm. muda si rafiki mm. Lakini bila shaka watazamaji kama watahitaji labda e, kujua zaidi watakupata kwa njia gani? Ni rahisi sana, na kabla sijataja namna ya kunipata, ndiyo pia niongezee katika vile vyakula e. ambavyo tulikuwa tunakosea kuvila Dio. Kwa mfano viazi vinakaangwa, ndiyo. Ngano badala ya kuleta kutengeneza mikate vizuri, unatengeneza sasa inakuwa ni chapati Dio. maandazi kila staili mpaka sasa hivi, kuna msemo unasema umekuwa busy kama unga wa ngano, kwa sababu unga wa ngano hey, unatengenezwa vitu vingi sana kwa staili mbalimbali mm, kwa kukangwa na kuchemshwa na mafuta tu Dio, mishipa ya binadamu inaharibika sana, na ndio jambo kubwa sana linasababisha mpaka watu kuwa mm, na mioyo mikubwa wengine, mm, kutumia beti kwenye moyo kuweza kuondosha hili. Kwa hiyo hiyo pia dawa hizo tunazo pressure inapona kwa matatizo haya presha inapona kabisa, unapona kabisa kabisa kabisa. Zote hizi supplementi dawa zinapatikana kutoka nchini Malaysia, ndio zinatengenezwa wanatuletea, na nawapo na, wagonjwa nashukuru Mungu wanakaa vizuri kabisa, mashaallah. e, sasa kuhusiana na dawa dawa, dawa za za, za, am, kuhusiana na namba na, na, na zangu za simu namna e, kupatikana, mimi napatikana e, Dar es Salaam Tanzania, ndio Napatikana kwa wilaya ya Temeke. Ndio. Kata ya Chamazi. Ndio. Karibu na Azam. Uwanja wa mpira wa Azam. Sehemu ambayo inaitwa Mbande. Mbande. Namba zangu za simu ni hizi zifuatazo ndio. 0782 0782. Naam. 40. 40. 72 72 40 40. Naomba rudia tena. Rudia. 0782 sifuri saba nane mbili arobaini arobaini sabini na mbili sabini na mbili arobaini arobaini. Na nyingine na namba zinafanana, isipokuwa ni kodi tu ndio, sifuri sita tano tano sifuri sita tano tano. Alhamdulillah, wagonjwa ni wengi, wamenipigia simu na wanaokuja wanakuja, wanapona alhamdulillah, biidhnillah, mambo ni haya. Na mtazamaji wa Aqida TV ambayo inafuatilia matangazo yetu mubasharatan katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube, nakwambia tu mtazamaji, kwa matatizo yako yote basi